Tunduma ni eneo maarufu la foleni na ni tabu kubwa sana leo nimekuja nimetumwa. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anawasalimu sana. Katika maelekezo aliyonipa, moja ni kuhakikisha kwamba ninakuja huku mara kwa mara kutatua changamoto na kusikiliza wadau. Mheshimiwa Waziri tukifuatilia takwimu za tano zaidi ya magari elfu moja kwa siku yanaingia hapa, lakini yanayovuka ya mm. yanaweza kaishia nusu. Tukianza <tipi> kuingiza <wibida> eu <te>, au <tipi> <tipi> <Lola, harzenu>. wazima safari ya ayousaambi mnaendeleaje

unaona hapa huku wa mkoa na waziri mm. kwenye lango la kuingilia na kutokea, nilikuwa naomba watoe watanue mlango, kuna wavunje pale kwenye mbwa sawa, watanue na hapa watanue, sawa mm. ili gari za emte isikuwe isiwe na kusubiri, mtu yuko emte anasubiri nini? Ziwe mapita kuna ile si. shida sana. Mimi mekuona palei tena, ilikuwa ikokoto naangalia kwenye haya mambo yetu. Kile kitendo ulichowafanyia wale jamaa sahihi kabisa. We unakwenda viguli na unataka namna hiyo, unataka namna hiyo, kwa sababu gani? Hapa kuna jami natokea pale masaa sita mpaka saba hapa Mbeya. Changamoto mm nyingine sasa ni ufinyu wa barabara wa barabara yetu, na tulipokea ushauri kwamba pamoja na jitihada ambazo mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan anaendelea kuzifanya za kuweza kuboresha hii barabara yetu kutoka kule Mbeya mpaka hapa mm, lakini zipo hatua zingine za dharura ambazo zinaweza zikafanyika ndani ya muda mfupi, na baada ya kupokea ushauri tuliwaambia wenzetu wa TANROADS waje kuangalia waweze uh, kuangalia uwezekano wa kufanya uh, kutekeleza huo ushauri ulio uliotolewa. Hoja ya kwanza inahusu kichochoro hiki hapa kimefinya sana, si ndivyo? Hivyo nataka niwaonyesheni kwamba serikali hii ni serikali ya kazi. Hapa naye mkurugenzi wa TANROADS, kwa hivyo ninamwagiza moja kwa moja yeye atafute fedha haraka za dharura, wafanyike tathmini hapa Tutapatanua hapa mara moja, kazi itabaki mkoani sababu hapa panahitaji tupate ilo eneo lenyewe la kupatanua ili zile laini tatu zitajengwa hapa. Jambo la pili, nimesikia nini madereva, mna makusudio ya kugoma. Moja ya sababu inayowakera ni ule mzani wa Mpemba kwa ajili ya kwenda kugeuza. Nimekwisha kutoa maelekezo na wewe, ni maelekezo yangu ya pili kwamba mkurugenzi, haraka sana tunakwenda kutafuta fedha za dharura, tunakwenda kutengeneza mzani pale Iboya. Magari yote yanayotoka Tunduma kwenda Mbeya yatakwenda kupima kule Iboya, hakuna mambo ya kugeuza kuja huko tena. Mzani wa Mpemba kazi yake itakuwa ni moja tu, kupokea magari yanayotoka Mbeya, yanayokuja Tunduma. Hatutaki kuona gari inageuza kurudi tena huko. Meneja wa Songwe na Mbeya, hapa simameni wote wawili ninyi, ninakuagizeni hizo barabara za michepuko ambazo mmeanza kuzifanyia kazi, akisheni mnaziimarisha. Na mkurugenzi, wewe mwenyewe usikie, wanapokuja kuomba fedha za kuimarisha hizo barabara, muwape nguvu. Shime, Mtunze amani yetu. Hilo ndio jambo la msingi na jambo la muhimu kabisa. Hakuna lisilozungumzika, yote yanazungumzika. Asanteni sana, na Mungu awabariki. Mwendelee kudumisha amani, mwendelee kuipenda nchi yetu, fanyeni kazi za kujenga familia zenu na za kujenga maisha ya taifa letu sisi wenyewe.